Okay, huyu uh, nasema habari doktor, nina shida ya tatizo la bawasiri. Nimeshafanyiwa oparisheni mara mbili, lakini naona kabisa imeanza kurudi kwa amu nyingine. Kuna mtu amenipatia namba yako, ninaomba msaada juu ya changamoto hii doktor, naomba msaada wako nimeambiwa una tiba nzuri ya asili ya dawa ya bawasiri. Asante dokta, nitafurahi kama utanijibu. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii. Kwa majina naitwa Dokta Kuboja, ni bingwa wa mgonjwa wa rishe pamoja na mahusiano. Aliyetuma message hii ni mwanamke Nimeshachat naye kwa message kadhaa na ameniambia atafika ofisini kwangu kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Nataka niweze kutoa elimu kidogo kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Jana katika WhatsApp status nimeelezea kwa kina sana na hapa pia nitaelezea kwa kina zaidi. Uh, kwa nini bawasiri imekuwa ni changamoto. Cha kwanza, twende tukaangalie chanzo cha bawasiri. Bawasiri inasababishwa na nini? Chanzo kikubwa cha bawasiri ni vyakula ama mtindo mbovu wa maisha. Katika upande wa vyakula, mtu yoyote ambaye hazingatii lishe sahihi, hazingatii mpangilio sahihi wa vyakula yuko katika hatari ya kupata ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri chanzo chake hasa kikubwa ni mtu anayepata choo ama haja ngumu kwa muda mrefu, choo kigumu kwa muda mrefu. Lakini pia sababu namba namba mbili ya bawasiri ni kwa baadhi ya wanawake mara baada ya kujifungua, wengi huwa wana experience tatizo la bawasiri. Namba tatu ni watu wenye uzito mkubwa. Mtu yoyote ambaye ana uzito mkubwa uliopitiliza, yupo katika hatari ya kupata ugonjwa wa bawasiri. Namba nne, mtu yoyote ambaye anayefanya kazi ya kukaa kwa muda mrefu. Kama mimi Dokta Kuboja, nakaa ofisini kwa muda mrefu sana, lakini kitu ambacho huwa nakifanya, siwezi nikaruhusu nikae mpaka asubuhi. Kuna muda huwa nafanya movement, natembea hapa na pale pale ninapokuwa sina wateja ofisini kwangu ama sina wagonjwa, natembea hapa na pale kwa ajili ya kuweza kunyoosha viungo vyangu vya mwili na kuweka mwili wangu sawa. Lakini pia najitahidi kila ninapokuwa narudi nyumbani kuweza kuhakikisha natembea umbali fulani ambao ni umbali mrefu mpaka kuweza kufika nyumbani kwa. Kuna muda inabidi uweze kupake gari yako, kuna muda uweze kutembea kuna muda inabidi uweze kupigwa na jua. Hivi vitu vyote vina umuhimu mkubwa sana katika elimu ya afya, watu hawaelewi hili. Kwa hiyo, hizo sababu nne ambazo nimetoka kuzitaja, ndio sababu ziweza zikapelekea wewe kuweza kupata ugonjwa wa bawasiri. Kwa hiyo, epuka shida ya choo kigumu, epuka vyakula vya viwandani pamoja na vinywaji vyake kwa kiwango kikubwa sana Unapokwenda kufanyia operesheni ni sawasawa na mtu ambaye anapita njia ya shortcut, huondoi tatizo, badala yake ni kwamba unalikwepa tatizo. Sasa ukilikwepa tatizo, ndio hiyo unaona mtu anafanyia operesheni mara ya kwanza, anafanyia operesheni mara ya pili. Maana yake ni kwamba amekwepa tatizo. Sasa hayo sio matibabu. Nini kifanyike? maana yake ni kwamba tunatakiwa tutibu chanzo cha bawasiri. Ukishagundua maana yake, anza kwa kutibu chanzo cha tatizo la bawasiri, lakini pia toa ushau, pata ushauri sahihi. Tiba ambayo atakao kupatia hospitalini ni operesheni pekee yake. Hospitalini hawana ya, ya mambo usiku nakula nini usiku na nini. Watakupa dawa fulani watakupa dawa hi, hii watakwambia hapa, hii imezidi labda, kufanyia operesheni, andaa laki mbili na nusu, andaa laki tatu na nusu. Hizo ndizo kauli za mahospitalini. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuzingatia, unapokuwa na tatizo, kutafuta chanzo. Na sio tatizo tu la bawasiri, ugonjwa wowote ule, jitahidi sana kutafuta chanzo cha tatizo, badala ya kupitia njia ya shortcut. Sasa Dr. Kuboja natoa dawa ya asili ya bawasiri, ambayo ni ipo ya kunywa lakini pia ni da, na dawa ya kupaka kwa wale ambao walio na bawasiri ya nje, ambao ile kinyama ambacho kimeshajitokeza kabisa. Kuna wengine ni linyama likubwa ambalo dada mmoja akaniambia, nikijisaidia ile nyama linatoka nje baadaye, ile nyama inabidi uweze kulirudisha ndani. Lakini pia mwingine akawa akawaniambia dokta, mimi napata shida sana kile kinyama, ile nyama limening'inia, limetoka nje kile kinyama kiko kwa nje, hata ninapokuwa najitawazi kile kinyama kipo. Kwa hiyo kila mtu kwa namna yake ambavyo ugonjwa huu umekuja, kinachotakiwa wewe kutafuta ushauri sahihi, kutafuta matibabu ya sahihi. Tiba pekee ya bawasiri ni dawa za kienyeji, lakini sio operesheni ama sio dawa za hospitalini. Hakuna tiba ya hospitalini itakayo kutibu ugonjwa wa bawasiri.